Habari za leo, wapendwa watazamaji, bila shaka natumai mtakuwa mnaendelea vizuri, na wasalimu nyote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Bernard Mwaipopo, pia vilevile msisahau kusubscribe, kulak na kucomment, kwa kuwa mtakavyoingia sivyo ndivyo mtakavyotoka. Somo la leo linasema hivi: mkristo anafaa kutoa hukumu kwa sababu kuna watu wengi ambao hawayajui mambo ya kiroho takwambia kwamba Mkristo hafai kutoa hukumu. Imekuwa ikizoeleka sana hivyo katika jamii yetu kwamba Mkristo hafai kuhukumu. Ukiona Mkristo anatoa hukumu, wengi wanageuka na kusema kwamba amefanya makosa, hapaswi kuhukumu. Mungu pekee ndiye anayepaswa kuhukumu. Watu wengi katika jamii wamezoea hivyo na wanadhani ya kuwa Mkristo hana mamlaka ya kuhukumu kitu chochote. Lakini mimi huwa na wahesabu kuwa kwamba ni watu ambao hawapo kiroho, kwa sababu mtu ambaye yupo kiroho anaongozwa na Roho Mtakatifu, anafahamu mambo ya kiroho. Wacha tusome katika kitabu kile ni cha Wakorinto wa kwanza sura ile ni ya pili mstari wake ni wa kumi na nne hadi kumi na sita maandiko anasema hivi sikiliza, iliyoandikwa: basi mwanadamu wa tabia ya asili ayapokei mambo ya roho wa Mungu. Mwanadamu wa tabia ya asili apokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kufahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hayo mambo yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni tu, kimwili hayawezi kutambulikana. Ndio maana ukitoa hukumu leo utaambiwa kwamba kwa nini unahukumu sijui, lakini tuangalie Biblia inasema nini kwa habari hiyo ya hukumu. Inasema kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kwa hiyo mtu yote wa rohoni, neno la Mungu ama neno la roho linapofanyika katika jamii, mtu wa rohoni atajua kwamba hili neno sio la kawaida, ni neno la Mungu hili neno ni Roho ndiye anayeamua kufanya haya. Mtu wa rohoni anafahamu yote, lakini mtu wa mwili hawezi kutambua haya mambo. Maandiko anasema lakini, mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu, maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya, ya Kristo. Kwa hiyo nia ya Bwana ndiyo nia ya Kristo. Mambo ya rohoni ni mambo ya Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuyafahamu haya mambo isipokuwa Roho mwenyewe amfunulie, isipokuwa Roho mwenyewe amwelimishe. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo watu hawayatambui kwa sababu ni mambo ya rohoni. Maandiko anasema hivi katika kitabu kile ni cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita mstari wake ni wapili na kushuka, nasema kwamba au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu. Kwa hiyo kila aliye mtakatifu watahukumu ulimwengu na watakatifu hao ni watakatifu wa nini? Watakatifu wa neno, ni watu ambao neno limewatakasa, sababu maandiko anasema kwamba ututakase kwa, kwa neno lako, kwa kuwa neno lako ndio kweli. Kwa hiyo tunatakaswa na kuwa watakatifu kwa njia ya neno, kwa sababu mtu leo atakukosoa, atakuhukumu kupitia neno la Mungu. Hakuna kifaa kingine chochote ambacho mwanadamu anaweza kutumia ili kumhukumu mwanadamu, labda iwe ni uongo, ila tutahukumiwa wote ama yeyote anayetenda dhambi ambaye yupo kinyume na neno, huyu ataingia katika hukumu. Ikumbukwe maandiko anasema kwamba yoyote ambaye hamwamini Yesu Kristo atakuwa tayari ameingia hukumuni, na ambaye amemwamini tayari amefanyaje? Amepita katika hukumu. Kwa hiyo watakatifu watahukumu ulimwengu. Watahukumu kupitia nini? Kupitia neno, sababu unapotoa hukumu lazima uwe na sheria ambayo unaisimamia, lazima uwe na kifaa ambacho kitakufanya wewe kutazama, kutoa hukumu yako. Kwa hiyo watakatifu watahukumu ulimwengu, na hawatoishia kuhukumu ulimwengu tu, lakini pia ukishuka hapa chini kuna maelezo mazuri ambayo yametoka kwa ajili pia ya ndugu kuonyana, jinsi ambao watu wanaoamini kitu kimoja wanapaswa kukosoana, wanapaswa kusimama. Ngoja tuendelee kusoma ili tuone maandiko yanatufafanulia nini. Maandiko anasema kwamba hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Hatujui ya kwamba tutawahukumu malaika? Si zaidi sana mambo ya maisha haya. Inaendelea kusema kwamba basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu. Kama tu kwenye maisha ya kawaida kuna watoaji wa hukumu, basi katika habari ya Mungu watoaji hukumu hawatakuwepo? Hukumu hazitolewi? Hatuwezi kuhukumu? Ndio maisha ya kawaida, kuna wahukumu wapo, kazi yao ni kwa ajili ya kutoa hukumu, na ni wanadamu. Vipi katika imani? Vipi katika imani? Kwa hiyo Mkristo wa kweli anapaswa kuhukumu pale ambapo anaona hili swala haliko sawa, lakini pia maandiko yanaendelea kutoa fafanuzi ya habari hii ya hukumu inasema, basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo haya ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu, waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa. Kwa hiyo katika kanisa kutakuwa na wahukumu wapo, katika kanisa wahukumu wapo. Maandiko nasema kwamba nasema hayo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake. Kwa hiyo, hata katika maisha ya kawaida kuna watu ambao wapo na hekima, wanaweza kukata maneno ya... hapana, kukata maneno ni kutoa hukumu, maanake kumaliza jambo. Kwa hiyo maisha ya kawaida yanawahukumu. Je, katika habari ya imani hukumu hazitolewi ama hazipaswi kutoka? Hukumu zinapaswa kutoka, na Mkristo wa kweli anapaswa kuhukumu pale ambapo anaona hili ni tatizo na linatakiwa kutolewa hukumu. Ana mamlaka ya kuhukumu, otherwise asiwe Mkristo wa kweli. Huko kwao hakuna hukumu? Ila hata katika wapagani, wapagani wanatoa hukumu. Je, sasa katika mambo ya kimungu? Kwa hiyo hukumu inapaswa kusimama, lakini hukumu inapopaswa kusimama, inasimamaje hukumu kwa sababu kuna watu wengine kweli wanahukumu lakini hawahukumu vile ipasavyo. Na ndio maana maandiko yanakuwa yanasimama katikati kutuelekeza ni nini cha kufanya. Maandiko hayampendelei mtu yoyote, mi nachokipenda neno la Mungu halimpendelei mtu, linasimama katikati. Neno la Mungu linasimama katikati. Ndio maana kama mtu atatakiwa kutoa hukumu, kuna vitu ambavyo anatakiwa kutazama, kuna vitu ambavyo anatakiwa kusimamia Sawa, sio tu kusimama kutoa hukumu, kwa sababu paswa kutoa hukumu, ila kuna vitu ambavyo unapaswa kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu kile kile ni cha mambo ya Walawi, sura yake ni ya kumi na tisa mstari wake ni wa kumi na tano maandiko anasema hivi, msitende yasiyo haki katika hukumu. Kwa hiyo kwenye kutoa hukumu kunakuwa na tendo ambalo ama matendo ambayo yanafanyika, lakini maandiko anatutaka sana tusitende yasiyo haki katika hukumu. Nini kinachoendelea? maandiko anaendelea kusema kwamba usimpendelee mtu maskini wala kumstahili mwenye nguvu, bali utamhukumu jirani yako kwa haki. Usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usimame kinyume cha damu ya jirani yako. Mimi ndimi Bwana. Sikiliza namna ambavyo hukumu inapaswa kutoka. Haupaswi kutoa hukumu kwa kupendeleana, na katika kutoa hukumu usiwe mchongezi, mtu wa kuchonganisha Unapotoa hukumu usio mtu wa kuangalia ti huyu hana hiki huyu ana hiki hapana, toa hukumu manake, usimame katika kweli. Kwa hiyo na wewe kama ni Mkristo wa kweli, ukitaka kuhukumu lazima usimame katika kweli. Kwa hiyo chukua kweli, beba neno la Mungu suna wahukumu watu ambao labda wapo kinyume Chukua sasa neno la Mungu ambalo neno hilo ni kweli, uwa hukumu kupitia neno hilo. That's why most of the time napotaka kutoa hukumu mimi huwa na stick kwenye Biblia kwa sababu Biblia ndiyo kweli pekee. Na maandiko yanakataza mtu anayetoa hukumu awe mchongezi, awe mtu ambaye hana kweli, awe mtu ambaye anazungusha zungusha, awe mtu wa kupendelea pendelea, no maandiko yamekataa hivyo. Kwa hiyo Mkristo wa kweli anapaswa kutoa hukumu pale ambapo pale ambapo neno la Mungu linatumiwa kimakosa, mkristo wa kweli anapaswa kutoa hukumu. Kwa hiyo na sisi tulioitwa ambao ni watakatifu katika ulimwengu huu tunapaswa kutoa hukumu. kinachotufanya kuwa watakatifu ni kitu gani? Nimeweka kufundisha, unaweza kutazama video kwamba tunatakaswa na neno na neno linatufanya kuwa watakatifu kiroho, na sehemu ya roho, upande wa roho hatuwezi kutenda makosa kamwe ama dhambi kamwe, na hatujawahi kutenda dhambi, lakini sasa upande wa mweli tutatenda dhambi, na kuna dhambi haina mbili: dhambi za mwilini na dhambi za rohoni. Haya mambo sipoyaelewa, utakuwa confused kwamba tunawezaje kuwa takatifu. Unaona, tunawezaje kuwa takatifu, na tukimpokea Yesu Kristo tunatenda dhambi wakati gani? So haya mambo nitapambana kuyaweka clear, ili kila mtu anaposoma aelewe kwamba utatenda dhambi ukimpokea Kristo ni sehemu gani ambayo itatenda dhambi na ni sehemu ipi ambayo haitokuja kutenda dhambi kamwe, tena kwa sababu hiyo sehemu imekuwa ni takatifu. Na utakatifu hatuupati mara mbili, mara moja tu, tumekuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia somo hili najua utakuwa umejifunza kwamba Mkristo ana haki ya kuhukumu, lakini ahukumu kwa haki, asipendelee, asisimame, asimfanye jirani yake mambo mabaya Eti kwa sababu kuna watu wengine ambao wana majirani zao ambao wamechukiana, wengine hata kanisa zao zimepakana, sawa, sehemu zao za kuabudu zimepakana, wanakuwa maadui. Kwa hiyo sasa, wewe ukipata nafasi ya hawa watu kuwahukumu, kuwahukumu kwake kuwa, angalia ni yupi ambaye anayemtumikia Mungu katika roho na kweli, anayemtangaza Mungu katika roho na kweli, huyo ndiye anayepaswa kupewa haki, na yule ambaye hamtumikii Mungu katika roho na kweli, hana haki ila hawa watu wahukumiwe kwa haki ambayo ni neno la Mungu, na neno lisimame katikati yao katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa Bernard Mwaipopo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili channel hii iwe recommended kwa watu wengi, katika jina lako Yesu Kristo. Mungu akuwe pamoja na wote Amen.